Ladies and gentlemen, taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kuna wanadada wawili warembo sana ambao imefika sehemu ambayo wameblokiana na kutakuwa na mawasiliano kati yao. Wanadada wawili mmoja anaitwa Nandy, mnamfahamu Nandy, ni msanii ambaye ni maarufu sana, alafu na mwingine anaitwa Fayma. Kwa hivyo Nandy na Fayma wameblokiana kisa sababu ni kuwa Fayma alizusha kuwa Rita ametoka kimapenzi na Birinas. Na ifahamika ya kwamba Birinasi ni mchumba ama ni mume wa Nandy. Wakati ambao Fayma alisema hayo maneno ya kwamba Birinasi wametoka na Rita, ndio kitu ambacho kilimfanya Nandy na Fayma blokiana na kutokuwa na, ma, na mawasiliano tena. Nasemekana ya kwamba Rita na Fayma siku za hivi karibuni wanaonekana wakiwa karibu sana, ndio maana Fayma kakuja akatoa taarifa ya kwamba Rita na Birinasi wamekuwa wakitoka kisirisiri, e, kwenda kwe outings na kufanya mambo yao kitu ambacho kimemuudhi sana Nandy na kumfanya Nandy kumbloki Fayma. Langu jina ni maskini msomi, na hizo ndio habari uh, ambazo zinaenea mtandao ni. Langu jina ni maskini msomi, na ikumbuke ya kwamba Nandy mwenyewe na Fayma hawajajitokeza na, na kusema hayo wazi, bati hayo ni kulingana na udaku wa watu. Langu jina ni maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV.